Twendeni tusimame imara, tuendelee kufuatilia kwa karibu, lakini tutumie mifumo ya kiteknolojia katika kukusanya mapato ndani ya taasisi yetu. Na mbili, tuendelee kuboresha fursa za uwekezaji rafiki kwa mazingira yetu, hasa zile zenye tija katika maeneo ya utalii ekolojia, yaani ecotourism ni muhimu tukaendelea kuboresha eneo hili lakini tuendelee kuweka kambi za kitalii tuendelee kuwekeza katika utalii wa picha pamoja na concessions. ni muhimu sana sisi kama taasisi maalum tuliyoaminiwa kufanya majukumu haya tuonyeshe uwezo wetu na ionekane kwenye utendaji kazi wetu na tatu kwenye eneo hili tuongeze juhudi za utangazaji wa vivutio vya utalii vilivyopo maeneo yetu yote ya TAWA ili kuongeza idadi ya watalii wa ndani na nje. Tunatumia mbinu gani kutangaza vivutio tulivyo navyo? Tunatumia ubunifu gani kuibua vivutio vingine kwenye maeneo tuliyonayo ili tuweze kuyafikisha kwa Watanzania. Tunamfikia nani akiwa wapi? Ni lazima tuendelee kuwa wabunifu ili tuendelee kupokea watalii na tufikie ile idadi ya milioni nane ya watalii kama lengo tulilopewa ndani ya ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni wazi tukafahamu bila mapato hakuna maendeleo endelevu ya taasisi yetu wala ya taifa letu. Na moja ya taasisi ambayo tunatakiwa kuongeza mapato ni taasisi yetu na, sote tulimsikia Mheshimiwa Rais wetu aliposema, hiki ni kipindi cha kutumia rasilimali zetu za ndani, kutumia mapato yetu ya ndani ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo tulionayo ndani ya taifa letu. Hatuna mjomba wa kwenda kugonga mlango, ila tuna rasilimali alizotubariki Mwenyezi Mungu, lazima tuzisimamie. Na sisi ni sehemu ya Watanzania wachache tulioaminiwa kusimamia rasilimali hizi, lazima tutumie weledi wetu na ujuzi wetu wote kuhakikisha tunaongeza mapato ya taasisi na taifa letu. Eneo jingine kubwa la muhimu ni huduma zetu tunazotoa kwa wananchi wetu, lazima zizingatie utu wa watu wetu. Dhamira ya serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwatumikia wananchi wetu kwa utu, heshima na haki. Hivyo migongano kati ya binadamu na wanyamapori lazima ishughulikiwe kwa haraka. Pale unapopata simu, huku kuna wanyama wakali waharibifu wamefika kwenye maeneo ya wananchi, tunataraji uweze kuijibu simu hiyo kwa haraka na ufike eneo hilo kwa haraka. Tumia uadilifu wako wote, tumia weledi wako wote kuwahudumia wananchi wetu. Ni vizuri tukaimarisha first response teams zetu pamoja na vifaa na miundombinu mingine tulionayo katika kuwafikia wananchi wetu kwenye maeneo yao kwa wakati. Sisi tuna maeneo makubwa na tumetawanyika nchi nzima. Uh, mwelekeo wetu sawa ni kushirikiana na jamii kuhakikisha jamii inanufaika kutokana na shughuli za uhifadhi tunazofanya, jamii inakuwa sehemu ya uhifadhi, watu wahudumiwe wa kwa kwa hekima. Maelekezo tunayotoa kwa watendaji wetu ni kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi changamoto za wananchi kadri zinavyojitokeza, ili tusiwe na tusiwe na mrundikano wa ishu ambazo hazijafanyiwa kazi. Zipo changamoto, zipo changamoto mbalimbali, ikiwemo tuna changamoto ya uvamizi wa maeneo ya hifadhi. Baadhi ya wananchi wanavamia maeneo ya hifadhi kwa shughuli za kibinadamu. Tunashukuru ushirikiano tunaopata kwa serikali za wilaya na mkoa, na tutaendelea. Jukumu letu kubwa, wapiganaji wenzangu, ni kuendelea kuwaelimisha wananchi, kuhakikisha kwamba sheria zinazingatiwa. Tukifanya hivyo, malengo ya hifadhi yatafikiwa. Lakini pia tuna changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu. Changamoto hiyo ni kubwa, na jitihada zetu zinaenda vizuri. Nitoe tu rai kwa wapiganaji wenzangu, tuendelee kushirikisha wananchi, tuendelee kuwapatia elimu, na sisi tunaendelea kuweka vifaa vya teknolojia teknolojia mbalimbali ambayo itatusaidia katika udhibiti wa nyamapori wakali na waharibifu. Mheshimiwa Waziri, naomba nitoe rai pia kwa wananchi, wananchi katika sehemu mbalimbali ambazo, uh, kuna changamoto ya nyamapori wakali na waharibifu tunawaomba na kuwasihi wafate maelekezo wanayopewa na wataalamu wetu jinsi gani ya kuepuka hayo matatizo. Kuna matatizo mengine yanatokea hapa, naongelea madhara kwa binadamu. Mheshimiwa Waziri, kama tukisaidiana, anaweza kuepukika kabisa. Kuna baadhi ya wananchi na mnyama ambaye anatupa shida kubwa ni tembo. Kuna baadhi ya wananchi Mheshimiwa Waziri, anashambuliwa na tembo saa nane usiku. Sasa sehemu ambapo kuna changamoto, tahadhari zimekwishatolewa tunaomba wananchi maeneo hayo wasifanye shughuli zao hasa za matembezi wakati wa usiku. Tufuate maelekezo tunayopewa na wataalamu ili tusaidiane kwa pamoja katika kumaliza changamoto hii. Katika kipindi kinachofuata ambacho kinaanza hivi sasa, bodi litengeneza mkakati wa mapato wa dharura wa haraka ambapo tukipata fedha za kuwekeza katika maeneo yetu tuliyonayo, ikifika 27 28, TAWA itakuwa na makusanyo ya bilioni 187. Na hili, Mheshimiwa, sio ndoto kwa sababu kitu kimoja ambacho sisi TAWA tunacho ambayo ndio kauli mbiu yetu ni nini? Innovation and eh, efficiency. Kauli mbiu yetu sisi ni innovation and efficiency. yaani ubunifu na weledi. Kwa hiyo tufanye kazi kwa ubunifu, maelekezo ya mheshimiwa rais ambaye ameyatoa kwa kupitia mheshimiwa waziri wakati wa kufungua bunge, basi tuyatekeleze kwa ubunifu wa hali ya juu na weledi wa hali ya juu.